Malengo makuu ya Vijana Platform ni pamoja na malengo matano yafuatayo. Ya kwanza kabisa ni kuimarisha ushiriki wa vijana katika maamuzi na mipango ya maendeleo ya taifa. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameagiza na kuelekeza kwamba maamuzi yoyote yanayohusu nchi hii na mipango yoyote inayohusu nchi hii, vijana wawe sehemu ya katikati katika ushiriki wao wa, na kwa kulithibitisha hilo katika mpango wa miaka mitano ulioandaliwa na serikali umezitaja rasilimali kumi muhimu za kuweza kufanikisha maendeleo ya taifa, na rasilimali mojawapo ambayo imetajwa ni vijana wa taifa hili. Kwa maneno mengine, vijana katika nchi hii sio umri tu, sio idadi tu ya watu. Vijana katika nchi hii ni nguzo muhimu ya kubadilisha taswira na maendeleo ya taifa letu, sawasawa sawa na mwongozo ambao tunapewa katika dira ya mwaka 2050 lakini jambo la pili, kupitia jukwaa hili, tunatoa jukwaa la mawasiliano ya moja kwa moja kati ya serikali na vijana, kwamba kama kijana ana hoja ana jambo la kuzungumza, ana maoni, ana maeneo ya kurekebisha, jukwaa hili linatoa fursa ya vijana kuzungumza moja kwa moja na serikali yao. Lakini jambo la tatu, tunatumia jukwaa hili kuwaunganisha vijana na fursa: fursa za ajira, fursa za ujasiriamali, fursa za ubunifu na teknolojia na leo mtasikia katika baadhi ya mada zitakazotolewa zitakuwa zinagusa maeneo haya ambayo nimeyasema. Lakini jambo la nne, tunataka tutumie jukwaa hili kama sehemu ya kukuza uongozi, uzalendo na uwajibikaji miongoni mwa vijana. Hatusemi tena vijana ni viongozi wa kesho, tunasema vijana ni viongozi wa leo. Pale tulipo na kile tunachokifanya kinatakiwa kiakisi kile ambacho tunataka kitokee katika maisha yetu. Kwa maneno mengine ndio maana katika majukwaa haya tukiwa kule Dar es Salaam niliwapa nafasi vijana wachache, nikawauliza leo wewe ungeteuliwa kuwa waziri wa maendeleo ya vijana, ungefanya nini kwa vijana wenzako katika nchi? Na tuliwapa nafasi, wakazungumza na vijana wenzao. Kwa nini tunataka tukuze kizazi ambacho hakielezei tu matatizo, lakini kinaweza pia kutoa suluhisho? Kwa sababu matatizo tunayokabiliana nayo ni sisi wenyewe tunatakiwa tutoe suluhisho. Kwa hiyo jukwaa hili linatoa fursa na nafasi kwa vijana kukuza vipaji vyao hasa katika uongozi lakini pia kuhimizana katika masuala ya uzalendo na uwajibikaji miongoni mwa vijana. Badala tu ya kujiuliza tutafanyiwa nini, tunataka kupitia majukwaa haya tujiulize na sisi tutaifanyia nini nchi yetu, na tutaacha nini kwa ajili ya kizazi kijacho, sawasawa na kile ambacho sisi tuliachiwa na kizazi kilichopita. Lakini jambo la tano na la mwisho, kupitia majukwaa haya tunataka kuwawezesha vijana kuwa sehemu muhimu ya suluhisho la changamoto zinazowakabili. Hakuna anayejua matatizo ya vijana vizuri kuliko vijana wenyewe. Na kwa sababu sisi ndo tunajua matatizo yetu vizuri kuliko mtu mwingine, hakuna mtu mwingine anaweza akatuambia kwa usahihi na kutuambia njia nzuri ya kutatua isipokuwa sisi wenyewe, kwa matatizo yanayotukabili kama ni ajira, kama ni mitaji, matatizo ya kiafya, matatizo ya miundombinu, matatizo ya program na uendeshaji wake, matatizo haya tunategemea kupitia Vijana Platform iwe ni sehemu inayoleta chachu ya kuzalisha mawazo yanayoelekeza katika kutatua changamoto ambazo tunakabiliana nazo.